Ah, wadau wetu wa Kingo Farm, kwa wale ambao wanapenda kujua kuhusiana na kuku wa mayai au layers. Leo hii tumekuletea vitu vitano ambavyo vitakufanya au vitafanya kuku wako wa mayai waweze kutaga vizuri, watage kwa wingi na upate faida. Kuku ninaozungumzia hapa ni layers. Japokuwa hata chotara wale ambao unawaanda kwa ajili ya mayai kama Kuroiler, Tanbro na Sasso, unaweza ukatumia mbinu hii ili waweze kupata mayai, ili waweze kutaga vizuri, watage mayai mengi na yenye ubora na wewe pia uweze kupata faida. Sasa kama wewe ni mfugaji wa layers au unafuga kuku shotara hata kuku wa kienyeji kwa ajili ya mayai, basi sikiliza hivi vitu vitano ambavyo vinaweza vikasaidia kuku wako wakataga mayai vizuri na yenye ubora na ukapata soko zuri. Aa, kitu cha kwanza ni mazingira. Mazingira ninazungumzia ile mazingira ambayo utakuwa umeyaweka. Kwa mfano, tukiongelea kwa upande wa layers, layers wanakaa kwenye mabanda yao. Mara nyingi layers huwa hawatoki nje ila kama una eneo ambalo linaruhusu kutoka, hawatachangamana na kuku wengine unaweza kuwatoa. Lakini mara nyingi layers tunakuwa tukiwafugia ndani kwa sababu ya usalama pia wa mayai kwa sababu wale wanatagataga sana. Kwa hiyo kama utawaachia tu free range, unaweza kupoteza mayai au wadudu wakala mayai. Maana mara nyingi sana tumekuwa tukiwaweka ndani. Ah, sasa hayo mazingira ya ndani hayo ya umo bandani, hakikisha banda lako linakuwa na nafasi yani kuku wasibanane sana ah. Kuku akibanana sana huwa inapelekea wao kudonoana, lakini pia hakikisha umewawekea mazingira ambayo yanawaruhusu wao waweze kufanya mazoezi, yale mazoezi madogo madogo ambayo huwa wanayafanya kuku wa mayai. Mazoezi hayo ni kama vile kupanda kwenye miti, unaweza kuwawekea miti au mbao na kadhalika wakawa wanapanda na kushuka kushuka hayo, kwa sababu wasipofanya mazoezi ya yao. Lakini pia kitu kingine ni hewa, pamoja na usafi, unalifanyia usafi mara kwa mara. Wewe, usafi kama wale watu wengine wanaotumia keji nadhani ni rahisi kwa kufanya usafi, lakini kwa sisi ambao tunatumia matandazo, basi tukiona tu hali imekuwa mbaya, matandazo yanatoa harufu, yamechafuka, ni vema ukabadili, kwa sababu wakikaa kwenye mazingira machafu wanapata stress kwa sababu ya yale mazingira, labda yameloa machafu, unakuta hawatagi vizuri kabisa. Hata wakibanana vile vile huwa hawatagi vizuri, kwa hiyo wanahitaji space kidogo, ili waweze kufanya hata mazoezi, lakini pia wanahitaji banda lililokuwa safi ili waweze kutaga vizuri. Aa, na kitu cha pili ni kwenye upande wa chakula. Ukishaweka vizuri mazingira yako, angalia chakula ambacho unawapa. Hapa inatakiwa uwape chakula ambacho kinaenda kuwafanya wao waweze kutengeneza mayai, lakini pia chakula haijakaa sawa, huenda umezidisha chumvi. Lakini pia wakati mwingine, hakikisha kile chakula umekitengeneza kuku watage vizuri, lakini wasidonoane. Sasa ili wasidonoane, basi hakikisha mle kwenye chakula kuna virutubisho vyote muhimu ikiwemo protini, madini na kadhalika. Ah, vitu ambavyo huwa vinapelekea sana sana kudonoana ni upungufu wa protini pamoja na madini ya kalisiamu. Kwa hiyo unapotengeneza chakula hakikisha virutubisho viko muhimu, vyote muhimu, vipo pale lakini pia bila kusahau uwepo wa hayo madini. Kama unatengeneza wewe mwenyewe hakikisha umeweka hayo madini na hiyo protini vizuri kabisa, ili watage lakini wasidonoane. Kama unatumia cha dukani, makampuni mengi nadhani yanafanya vizuri, yanatengeneza vizuri, ila ukiona kuna changamoto kwenye hilo kampuni ambalo unatumia unaweza ukajaribu kutengeneza kwa kutumia formula nzuri. Usikurupuke kutengeneza chakula cha hawa kuku kama haujui formula nzuri ya chakula. Kama haujui formula yao, unaweza ukatutafuta sisi Kingo Farm tuna fomula nzuri ambayo tunaitumia kwa kuku wetu na wanataga sana. Unatengeneza wewe mwenyewe fomula inakuwa nzuri sana na imezingatia vitu vyote hivyo, hawataweza kuwa na changamoto ya kudonoana wala changamoto ya kula mayai na kadhalika. Kwa hiyo kama unanunua cha dukani, kampuni lako liko vizuri, basi kwenye kipengele cha chakula ndo utaona kimekaa kwa mtindo huo. Lakini kama unataka kutengeneza, basi unaweza kututafuta tukakuuzia kitabu cha safari ya ufugaji. Kina hiyo fomula ambayo unatengeneza una na kuku wako wanataga. Hicho kitabu ni shilingi elfu kumi tu, ukilipia tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Aa, na kitu cha tatu ni kwenye maji yao ya kunywa. Kwanza kabisa hakikisha unawapa maji safi ili wasiweze kupata magonjwa, lakini pia vile vile kwenye maji yao hawa kuku wanaotaga usipendelee kuwapa maji matupu, yani maji yasiyo kuwa na kitu. Hapa unaweza ukawapa vitamini za dukani, multivitamin za dukani ni kama hizo egg booster, levita na kadhalika. Lakini, aa, kwa sisi Kingo Farm tumekuwa tunatumia sana hizi za asili. Kwa kama unatumia hizi booster za asili, zipo booster nyingi za asili ambazo zinawafanya Watage, watage hapa na na shambani, tukitumia booster za asili mayai huwa yanaongezeka kwa kiwango kikubwa sana kutoka kwenye kile kiwango cha awali, kama tulikuwa tukiwapa labda egg booster au laivita, tukiwapa vitamini za asili basi kuku huwa wanataga sana sana. Kwa hiyo vitamini za asili ni muhimu kwa wewe lakini utapata mayai mengi. Kwa hiyo ni muhimu sana kama unataka kuku wako watage vizuri, tumia hizi busta za za asili asili. Hata kama unatumia za dukani, basi hakikisha kwa wiki walau siku nne au tano utumie za asili. Utaona mabadiliko makubwa ndani ya muda mfupi. Hizi busta za asili nazo, namna ya kutengeneza, namna ya ya kuchanganya na namna ya kuwapa kuku kuku kuku, zote unazipata kwenye kitabu chetu cha tiba za za asili za kuku. Kuna busta nyingi ambazo zinawabusti kuku wako kutaga vizuri. Vipimo sahihi vya kuwapa, kwa sababu hapa napo ni muhimu usizidishe kipimo kwa sababu ukizidisha kipimo utawafanya kuku wako waweze kutaga mayai makubwa sana, na wakati mwingine huwa wanapasuka. Kwa uwe na kipimo sahihi ambacho kipimo hicho utakipata kwenye kitabu chetu cha tiba za asili za kuku. Kitabu nacho ni shilingi elfu kumi tu hiki cha tiba za asili. Kama unahitaji unalipia elfu kumi tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp na unaendelea kuwahudumia kuku wako vizuri na matokeo ni mazuri sana. Aa, lakini vile vile kitu kingine ambacho kitapelekea waweze kutaga ni kuhakikisha kuku wako wanakuwa wana strong immunity. Wanakuwa wana kinga nzuri dhidi ya magonjwa. Hizi kinga unawapaje? Unawapa vile vile kwa kutumia kinga za asili. Kuna kinga nyingi sana za asili Wakinge kuku wako na kideri na typhoid na kipindupindu na miharo yote, wakinge na kila kitu, mafua, ili isifike steji wakapata magonjwa, lakini pia wao wenyewe wa waweze kuwa imara. Wakiwa imara, wana afya nzuri, wana kinga nzuri, watataga vizuri kabisa. Hizi kinga vilevile au hizi tiba za asili utazipata pia kwenye hicho kitabu cha tiba za asili. Kwa hiyo ukinunua kitabu cha tiba za asili, utaweza kutengeneza booster za asili, kinga za asili, vitamini za asili na kadhalika, bila kutumia gharama au ukatumia gharama ndogo kabisa. Hicho kitabu kama nilivyoeleza ni shilingi elfu kumi tu. Utafanya haya yote na kuku wako atakupa matokeo mazuri kabisa. Aa, na kitu cha tano ambacho kitakupelekea kuku wako waweze kukupa faida kubwa kuku wa mayai ni kwenye bajeti. Kwenye bajeti angalia una kama unanunua chakula cha dukani angalia unanunua chakula shilingi ngapi, wanakutagia mayai mangapi, angalia kama inakulipa, utapiga mahesabu wewe mwenyewe. Ukiona haikulipi ni vizuri ukaenda hata kijijini au kama upo maeneo ya kijijini, vitu vingi mali ghafi za kutengenezea chakula huwa ni bei nafuu. Kwa hiyo unaweza ukapata pumba pumba ya dagaa, sijuma shudu, mahindi unaweza ukayapata kijijini kwa bei rahisi, unaweza ukanunua kijijini, au kama upo maeneo ya hapo, ukalima mwenyewe na ukatengeneza chakula kizuri kabisa kwa kutumia formula nzuri. Kama hauwezi kutengeneza, tutafute Kingo Farm tukuuzie kitabu ambacho ukitengeneza unaenda kupata matokeo makubwa kabisa kwa kuku wako wanaotaga. Hata kama ni kuku wa kienyeji, basi huwa tunatumia formula hii, hii, na huwa wanataga mayai 30 mpaka 35 wakati mwingine mpaka 40, kama una kuku wa kienyeji, kama una kuku wa kisasa wa layers au chotara huwa wanataga sana. Aa, lakini vile vile kwenye chakula kwa kuku wanaotaga zingatia kuwapimia usiwape muda wote kwa sababu watanenepa sana. Kwa mfano, sisi hapa shambani kwetu tuna kuku mia tu wa mayai ambao tuliwashukua kwa ajili ya kuwafanyia majaribio. Kuku mia huwa tunawapimia chakula cha kilo kumi na moja na nusu. Kilo kumi na moja na nusu kwa siku tunagawa asubuhi mchana na jioni wanakula kilo kumi na moja na nusu wakati mwingine tunawapa kilo kumi na mbili na matokeo tunayoyapata ni makubwa sana tunayafuata hayo yote niliyokwambia kwa kufuata hayo yote niliyokwambia kuku katika kuku mia moja huwa tunaokota mayai themanini na tisa mpaka mayai tisini na tano kwa siku aa, yani hayajawahi shuka themanini na tisa wala hayajawahi zidi hapo kwenye tisini na tano kwao ukiangalia ni asilimia kubwa sana wanataga miwili. Vile vile tuna vitabu kama nilivyokutajia safari ya ufugaji elfu kumi, tiba za asili elfu kumi, ufugaji wa broila elfu kumi, na pia tuna formula ya kunenepesha jogoo elfu tano. Hivyo vitabu pamoja na formula tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp; mafunzo tunakuunga kwenye kundi la WhatsApp. Unapata darasa kila siku, unaweza kuuliza maswali unajibiwa, lakini vilevile unajifunza kutoka kwa wafugaji mbalimbali jinsi wanavyopitia changamoto na namna ambavyo wanazitatua. Kwa hiyo tunawakaribisha sana mjiunge na kundi letu, lakini pia tunawakaribisha mchukue vitabu vyetu. Asanteni sana.